Polisi wataendelea kuwazuilia washukiwa wanne kwenye mauaji ya mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were kwa siku 30 zaidi ili kukamilisha uchunguzi wao. Washukiwa wamefikishwa mahakamani ambapo Hakimu Irene Gichobi alielezwa kuwa washukiwa zaidi wanaohitajika kwenye kesi hii. Franklin Wala alituandalia taarifa hii kwa kina. Nyuso hizi ni za baadhi ya washukiwa wanaohusishwa na mauaji ya mbunge Charles Ong'ondo Were, washukiwa wanne wakifikishwa mahakamani baada ya kukamatwa Nairobi. Kunaye pia afisa mkuu serikalini anayechunguzwa kuhusu mauaji haya na anayesemekana kushirikiana na waliomuua mbunge Were. Vitu hivi ni kati ya vile polisi wanachunguza na ndio sababu walitaka muda zaidi kuwazuilia washukiwa ili kukamilisha uchunguzi wao. Mshukiwa wa kwanza anayesemekana alimpiga marehemu risasi ni William Imoli Shigali, maarufu Omar Shakur, anayedaiwa kuwa mwanachama wa genge hatari la Mujahideen. William Imoli alikamatwa kwenye klabu ya burudani ya Zeituni mtaani Roisambu. Wakati huo alikuwa na Douglas Mushiri wa Mbugu pamoja na David Mihigo. Elekeza makachero nyumbani kwa afisa wa polisi wa utawala Juma Ali Hikal. Afisa huyo alikamatwa akiwa na gari lililotumika kumwandama mbunge Charles Were kabla ya kuuawa. Gari hilo lilitumiwa na majambazi kuwatorosha kutoka katikati mwa jiji baada ya kufikishwa na pikipiki maeneo, gari hilo lilikuwa likiwangoja. Mahakama ilielezwa washukiwa wote walikuwa kwenye mawasiliano kabla na baada ya mauaji, na kunao walioonekana na mashahidi wakati wa tukio kwa mujibu wa picha hii ya CCTV ambayo iliwasaidia polisi, mshukiwa William Imoli alinakiliwa kwenye barabara ya Wabera akimpigia darubini mbunge Charles Were. Wakati huo alikuwa na mkoba unaoaminika ulikuwa umebeba bunduki na alivalia viatu vya polisi vilivyopatikana nyumbani kwa afisa aliyekamatwa Juma Ali Hikal. Nyumbani kwa askari huyo kulipatikana risasi kadhaa na vitoa machozi na vitu hivyo vinachunguzwa. Nyumbani kwa mshukiwa William Imoli kulipatikana maganda ya risasi, mavazi ya polisi, dola 1480 na simu zinazochunguzwa. Polisi wanasema muda ulioombwa utawasaidia kupitia picha zote za CCTV, kuwahoji watu maalum, ikiwemo kusafiri hadi kaunti ya Homa Bay, kukagua simu za washukiwa na kukusanya data na ushahidi zaidi. Kuna watu wengine wanaosako ikiwemo dereva wa pikipiki iliyotumika na watu waliokuwa wakiwasiliana na washukiwa, japo washukiwa hao wanne wamefikishwa mahakamani na polisi kupewa muda zaidi wa uchunguzi. Wapelelezi wanasema uchunguzi huo unahusu kumtia nguvuni mshukiwa maarufu ambaye alihusika kuyapanga mauaji ya Mbunge Charles Ong'ondo Were. Mshukiwa huyo ametajwa kuwa na ushawishi mkubwa. Franklin Wala, Runinga ya Citizen.